Hajapewa talaka, kesi iko mahakamani, anatafutwa na mume wake. Na ni kweli mwanamke anayecheza kangamoko, inakuwa ni relief kwake, kwa anaweza akabadilika. Kwa hiyo wanawake, huwezi kuwalinganisha Zailisa naye eh, ana vitu vyake eh, na ana collection yake eh, lakini huyu pia ana vitu vyake. Kwa hiyo you never know, mimi napenda sana kuwaombea kila laheri Bana, tumezungumza sana e. Kuna mambo mengi sana mjini Zairisa Haji e. uh, ni moja kati ya mtu ambao umepiga piga nao story wakati au mm hujazungumza -hmm. wameachana mm -hmm. uh, uh, nao sana lakini mli doko adokoa lakini kama watu wanasema ni mapema sana Haji kujiingiza tena kwenye kutaka kuingia tena kwenye maisha ya ndoa kama mm -hmm. ange relax kidogo akatafakari akaingia baadaye sana, lakini imekuwa haraka sana kwa Haji mm -hmm. Unajua, kaka yangu Haji uh, ni mwanaume ambaye naweza nkasema, pia ni entertainer smart man, mtu fulani hivi, lakini pia ni entertainer. Lakini na, na muasa kaka yangu asije akatu entertain kupitia utu wake. Huku ndiko anakoelekea, anataka atu entertain kupitia utu wake. Ni mtihani mkubwa sana yeah. E, ajiangalie uharaka ameufanya ehe, ame, ame amefanya uharaka sehemu ambayo haina umuhimu wa kufanya uharaka. Tazama sasa, amemwacha Zailisa ameenda kumwoa mwanamke ambaye anacheza kangamoko anacheza <coughs> kangamoko. Yule dada e, ni nazo baadhi ya video zake e, ntaziposti baadaye. Nilikuwa nasubiri mambo ya mahakamani yapungue, nitaposti. Yule dada anacheza kangamoko, unamwacha Zailisa unaenda kuoa kangamoko. E, ameoa kangamoko, na mimi naamini yule e, kangamoko, ipo siku atatulia na huenda labda Mwenyezi Mungu kampangia eh, atatulizwa mm, na kaka Haji. We never know. Anasema amekuwa wote maisha kwa hiyo anamjua vizuri sana kaka. A, lakini yule mwanamke kabla hajaanza kucheza ukangamoko aliolewa Tanga. Aliolewa Tanga. Alivyoolewa Tanga, akawa anakuja, ndoa ilivyomshinda, akawa anakuja daa. Wakati anakuja da kucheza kangamoko uh, same time yule mume wake, mbona unacheka? Amekosha <laughs> <laughs> <laughs> na <laughs> kangamoko na <laughs> kangamoko yule, <laughs> mume wake, <laughs> haya, <laughs> sawa. Yule mume wake akawa anakataa kumpa talaka, kwa hiyo kesi ikafika mpaka mahakamani. Kesi ni kubwa kisasa, kwa hiyo wana kesi mahakamani yeye, mm -hmm, kangamoko na mume wake. Kwa hiyo na alipokuwa akifika hapa sasa, ndipo alikuwa anacheza kangamoko mpaka juzi kati anakutana na kaka Haji. Eh. Inawezekana Haji pia kakoshwa na kangamoko. Inawezekana. Inawezekana. Na inawezekana akatulia yule dada ya, inawezekana kabisa. Lakini sasa ndo kaka Haji aowe kangamoko alete ndani. Eh, kaoa, wanasemaje? Anatarajia kuoa, anatarajia kuoa eh, anatarajia kuoa kadeda kazuri kabinti kazuri ila kamechangamka changamka hivi na you never know akiwa ndani anakuwaje na kaka yetu. Kwa hiyo wacha tumpe heshima yake. Uh, girlfriend wa kaka ni wifi yetu, wacha tubaki hapo yeah. Kwa jinsi ambavyo umeona huyu binti, inaonekana unamfahamu pia background yake yeah. Ukienda ukichukua maisha ya Zairisa na Haji, unaona sasa Haji atakuwa kuna namna amepoteza au amewin? Yaani, ukifananisha maisha yake na Zairisa walioyaishi. Watu wanabadilika. Najua huyu Kangamoko anaonekana amepata shida sana cheza Kangamoko, sio mchezo, kila mtu anakushikashika eh, yeah. Hey, yeah. yeah. Hey. kila mtu anakushikashika, anielewa hivyo yani, kwa hiyo akipata mtu mmoja tu anayemshika inakuwa ni relief kwake, anaweza akabadilika. Kwa hiyo wanawake, huwezi kuwalinganisha Zailisa naye, eh, ana vitu vyake eh, na ana collection yake eh, lakini huyu pia ana vitu vyake. Kwa hiyo you never know, mimi napenda sana kuwaombea kila laheri, kila mwanamke afanikiwe. Wajua, mwanamke akiteseka vinateseka vitu vingi sana eh. Umesema huyo mwanamke na mume wake ambaye alikuwa amemwoa na kesi iko mahakamani, lakini ndo ndo ambazo nimezipata pia Ndia. ni kwamba bwana mume wake anamtafuta na, na baada ya kuona hizi mambo zinazoendelea yamevurugika ndio, ndio anamtafuta na bado hajapewa talaka yes. Kwa maana yake Haji, kama anataka kuoa anataka kuoa mke wa mtu ndio, lakini yule mwanamke hajapewa talaka, kesi iko mahakamani, anatafutwa na mume wake. Na ni kweli mwanamke anayecheza kangamoko Yaani dunia nzima Malaka, yaani ame ya wapi e, amemkimbia ya mume. Kitambo kidogo ni ni, ni mambo ya kusikitisha kiukweli, ni mambo ya kusikitisha, lakini wanawake tuwe na desturi ya kuombeana heri. Nafano mwanamke anaweza akabadilika, anaweza matatizo yake akaisha ya na mume wake na maisha mengine yakaendelea ya wanasema tukiona ndoa za watu maarufu hawa ni jambo linalopendeza kuona watu wanastiriana na nini Andi, lakini wanasemaga pia haichukui muda e, unaweza kusikia hili lile naakusikia e, hili e, lile. hatuombei hayo bwana e, e, mm, dada yetu Esha Buheti na futbola wake bwana. taarifa ambazo tumekuja tu hapa, tunaambiwa nayo kimenuka bwana na moto unawaka ki ukweli. umesikitika sana, ni kazini yangu ule tunaelewana miaka dahali Esha, nimesikitika sana lakini si si si sitaki kuzungumza sana kumnyoshea mtu kidole, lakini kwa jinsi Esha alivyo na mwanaume wa aina ile, ah, mitiani isingekosekana hapa na pale. Kwanza ni uungwana na ustaarabu wa Esha tu wamefishishana mpaka pale leo. Kiukweli kabisa ni hali ya kusikitisha mno, na nimempigia kazi, naona simu inaita, lakini nitakwenda kumtembelea nijue yaliyojiri ni yapi, au jaribu kupigia tena. Ila gomvi lipo, gomvi lipo, gomvi lipo lele kumisiki, lele yeah. na amegombana kweli na, na ukijaribu kuangalia unajua kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanaume hawezi kukiacha mambo mbibibibi, wa ja, ya kutazama tazama, mtazama yule, mtazama yule, mtazama yule, unamjaribu yule, unamjaribu yule, unamjaribu yule. Hey, tulieni jamani, kuna maradhi, mtapata maradhi, kaka zangu, mtapata maradhi. Inawezekana pia ugomvi wake nahayosha, bwana alienda alienda kumtuma, uh, rafiki yake ni, ni mdogo wake wa hiari E, wanaita na mtoto wa hiari, alimtuma ampikie mume wake wakati upo kambini Mwanza huko. Mwisho wa siku wakageuza kibao, wakawa na mahusiano, akawa mama mwenye nyumba, akawa mama mwenye nyumba mbaya mba zaidi. Yule binti akaanza kuishi humo humo ndani na Esha na yule mlendani, bwana yumo mle ndani na Esha yumo mle ndani bwana na wake wawili, bila kujua, yani wake wawili. Kwa kweli, wanaume, embu badilini tabia hizi Jamani, mtakuja kufa. Wanawake siku hizi wanahangaikia sana mahusiano yao. Jamani, mtakuja kuuawa. Ndiyo maana vifo siku hizi vinakuwa vifo vya kutisha sana jamani. Acheni, kaka zangu, acheni, wanawake wako wengi. Eh, tena kama yule eh, washangiliaji wako wengi sana wasingida nini sijui the big star. Washangiliaji wa kike wako wengi sana kweli, mpaka uende kwa rafiki wa mkeo? Ah, sio sawa hii eh, mnakuwa maadili yetu mnayaharibu. Esha eh, mwenyewe ana watoto pale, yani sio sawa. Ifike mahali hebu iangaliwe kueli, yuni, mama, kwa ufasaha. Na ndio maana kweli yule mama Gwajima yani tunampa kazi kubwa sana E, yani ifike mahali hebu tupunguzeni kwanza, kaka zangu, hebu tupunguzeni kwanza ndio yeah. Mm. Umesema kwamba kwa aina ya mume wa Esha uh, amemvumilia sana, ni kwamba haya uliyatarajia tu? Ni mm. aina ya mwanaume gani? Akachangamka ah, sana yule kaka kachangamka. Unjua Esha mstaarabu, mstaarabu fulani mm. ana hurka yake ya kike lakini kachangamka. Akachangamka yeah. <laughs> kachangamka sija nikaongea mengine hapa, nikashangaliwa. Kachangamka sana eh, kachangamka sana, sana kachangamka sana, na nilikuwa kwenye vijiwe, baadhi ya watu wakawa wanashangaa na, hey, hey, ndoa kabisa! Wamekutana wapi hivi? Esha anamjua kweli huyu kaka? Yaani ilikuwa kama na mimi nashangaa, kwa hiyo mpaka kufika hapa walipofika, ah, Esha ni mwanamke, mwanamke wa nguvu na ukimzungumzia yule mume wake Esha unazungumza wanaishi nyumba moja, mama yule Amadi, Esha mdogo wake, baadhi baadhi ya ndugu zake yule Amadi, wote wanaishi kwa Esha. Nice, na Esha mwenyewe sasa usitake kujua mengine, wanakula vipi, wanala vipi, wanavaa vipi, yani usitake kujua wewe, jua tu Esha ni mwanamke wa aina gani? hiyo yeah. okay. Ndo Daslam unaambiwa ukija na jembe Eh, shughuli 28 jamani, mishono mje hapa Maimatha Design, na unaambiwa tarehe 28 mchango wa harusi ya Juksi laki tano. Sasa, piga mahesabu. kushona nguo yako ya kisasa Maimatha Design bei gani? Mchango hakikisha umechanga kwenye shughuli ya Juksi ya ishirini na nane laki tano, na unaambiwa kwenye shughuli ya Juksi inakuja ndege. Huwa lazima ukiwa unataka kwenda Nigeria au ukiwa unataka kutoka Nigeria kuja Bongo, lazima usimame kidogo Kenya, ubadilishe ndege ndio uje hapa. Inatoka ndege moja kwa moja kutoka Nigeria, jamani Juksi ya Uwa, lakini na mai hapo hapo, nasikia bwana, hata safari ya Nigeria ilikodiwa ndege ya watu wote kutoka Dar kwenda Nigeria, lakini Diamond na bwana, nasikia akawaficha watu ili hey, waonekane ile ndege wamekodi yeye na <laughs> kurekodi mule ndani ya ile ndege, yani watu wengine wale kina Noel ni nani, watu wengine ambao hatujawaona kwenye ile ndege, nasemekana kaka aonekane kakodi yeye. Sasa unaambiwa ilivyoenda ndivyo ambavyo itarudi nyingine kutoka Nigeria mpaka Bongo unaambiwa humo ndani waziri wa